Hivi umeshawahi kusikia watu wakibishana, mimi natumia React, mwingine anasema mimi natumia Angular. Ah, mimi bwana natumia jQuery. alafu wewe umekaa tu kishangaa na kuanza kujiuliza, hivi hivi vitu ni vitu gani haswa ambavyo wanavitaja hivi? ni framework ni library, ama ni kitu gani? na kwa nini vinajadiliwa sana? na Je, hivi, framework na library si ni kitu kile kile? Hapana, ni tofauti kabisa. Na leo katika video hii nitakupeleka moja kwa moja na utaweza kuona utofauti mkubwa uliyopo baina haya mambo mawili framework na library. Kwa kupitia mifano rahisi kabisa utaweza kunielewa. Ningeomba utazame video hii hadi mwisho ili uweze kutambua tofauti iliyopo baina framework na library. Na kwa nini ni muhimu kuweza kujua tofauti iliyopo, kwa sababu lazima uweze kufahamu utofauti uliyopo kama ndio unajifunza programming ni vitu ambavyo hutaweza kuviepuka, utakutana navyo mara kwa mara, haya majina mawili framework na library. Kwa ni muhimu kuweza kuvijua na vipi ambavyo vinatumika wapi ambapo utahitaji kuweza kuvitumia, so tuanze na library. Library ni mkusanyiko wa tools, functions, au tunaweza kusema ni kodi ambazo tayari zimeshatengenezwa ili basi ziweze kukusaidia wewe katika kufanya kazi zako kwa uharaka na badala ya kuweza wewe kuandika kila kitu wewe mwenyewe from the scratch, tayari unakuwa unachukua function ambayo ipo katika library fulani mfano, ambayo ina uwezo wa kufanya kile ambacho unahitaji ifanyike katika project yako sehemu hiyo na kuweza kuitumia function hiyo. Wewe katika library ndio ambayo unaamua lini na vipi ambavyo uweze kutumia library hiyo. Kwa ufupi, wewe ndio ambaye unadhibiti library, wapi utumie, wapi uweze kutumia library fulani, function fulani ambayo inahitajika kuweza kutumika hapo kufanya shughuli fulani, wewe ndio ambao utaamua. Kwa upande wa pili sasa, framework ni kubwa zaidi tofauti na library. Framework ni kama skeleton, au kwa ufupi tunasema ni muundo ambao tayari upo unaokusaidia wewe kuweza kujenga application ama project yako fulani. Framework tayari inakwambia, unapojenga kitu kwa kupitia framework hii, lazima basi ufuate njia hii, sheria hizi, namna hii jinsi ambavyo framework hiyo ipo ndio ambayo ina control huo mtiririko, hiyo flow. Lazima ufuate sheria zao uweze kufuatilia vile ambavyo imepangiliwa. Umeambiwa peji zako unatakiwa zihifadhi sehemu hii, basi unatakiwa uweze kuhifadhi hapo. Database unatakiwa uweze kuweka hapa, database unatakiwa uweke hapo. Framework ndio ambayo ita control ile flow, sio wewe ndio ambaye utakuwa na control kama vile katika library. Just wewe utakuwa ukifuata zile sheria ambazo tayari zipo na mtiririko ambao upo, muundo upo tayari. Wewe kikubwa unafata na kutengeneza hiyo projekti yako. Kwa ufupi, kama utakuwa na library wewe ndio bosi, lakini kama utatumia framework wewe just unafata maelekezo tu na muundo ambao upo, framework ndio bosi. Tutazame mifano tofauti tofauti ili tuweze kueleweshana vizuri zaidi utofauti uliopo, na kila mmoja aweze kufahamu tofauti baina ya hivi vitu. Tuchukulie usafiri. Tuchukulie, library ni kama kutumia Google Maps. Wewe ni dereva, wewe utaamua baada ya kuangalia Google Maps, njia gani ambayo utapitia, wapi ambapo utasimama, wapi utaweza kupinda. Google Maps kikubwa ambacho inafanya ni kukupatia tools na kukuonyesha njia tofauti tofauti, lakini wewe ndiye ambaye sasa utatazama zile njia na kuangalia njia hii ndio ambayo unahitaji leo nipite nayo. Library naweza kuchukulia kitu kama hicho, lakini framework ni kama kupanda basi la kampuni flani, let's say Da Express. Tayari wao wameshaamua ruti fulani ndio ambao wanapita, vituo gani na gani ndivyo ambavyo watasimama, muda wa kuondoka na kufika ni upi. Wewe kama dereva utafata tu ile system yao, huna uamuzi wowote wa kupangua ule mfumo ambao upo. So kule katika upande wa kusafiri, wewe mwenyewe, wewe ndio ambaye unaamua, lakini huku wewe unaamuliwa tu, ni abiria, huna uh, ukubwa huo wa kuweza kubadilisha root. Okay, so ni mfano pia wa kuweza kukufanya wewe uelewe baina ya library na framework kwa urahisi. Mfano mwingine ambao utaweza kunielewa, tuchukulie umekota mpira, mpira wa kucheza ule, unakwenda mtaani, unacheza na marafiki zako, sheria ni zako. Oh, wewe nadhani umeshakutana nayo situation kama hii. Yule ambaye ana mpira ndo ambaye ataamua mpira umalize saa ngapi ukimkera mara anachukua mpira wake na anaondoka maanake wewe ndo ambaye utaamua wachezaji wangapi wawemo mchezo gani uchezwe formation gani tucheze hiyo ni library tani sana vitu hivyo vipo lakini sasa framework ni kama kujiunga na timu na kujiunga ligi rasmi ambayo ina refa ina rules za FIFA kuna ratiba wewe unacheza katika mfumo ambao upo wewe unafuata tu zile sheria wewe sio bosi ile system ndio bosi ndio ambayo itakuongoza wewe mbacho inataka ufanye, hiyo ndio framework. Ukipata mifano hiyo natumia, umeweza kupata picha japo kidogo tofauti uliyopo baina framework na library. Na zipo tofauti tofauti hizi framework na library zipo tofauti tofauti. Tukiangalia sasa faida zilizopo kwa upande wa library. Library ina faida kwa sababu inakupa flexibility kubwa wewe, na inakuruhusu uweze kutumia pale tu ambapo unahitaji kutumia, lakini pia library haina rules nyingi, inafanya mambo kwa uhuru kabisa we mwenyewe tu ndo ambaye una control. Changamoto ambazo zipo katika library, wewe utawajibika kuweza kusimamia kila kitu. Kama haujui vizuri structure ya project yako, unaweza ukajichanganya na ukaharibu basi project yako, tofauti na katika framework. Lakini kwa upande wa framework faida zilizopo, kwanza kabisa zimekuwa zikiokoa muda kwa sababu ile structure tayari ipo, wewe just ni kuendelea tu kufanya project yako kufuata structure ambayo ipo, kutumia vitu mbalimbali ambavyo utakutana navyo vitakusaidia wewe. Kwa hiyo unakuta muda unakuwa mdogo sana katika kukamilisha project, hauchukui muda mkubwa sana . Lakini pia framework, teamwork inakuwa rahisi sana kufanya kazi as a team. Kila mmoja anafuatilia, anafuata ule muundo, tiririko, ile flow ambayo ipo. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye ataamua kufanya kitu ambacho anajisikia. Pages zinatakiwa zikae hapa, ndipo ambapo utazikuta page, hata kama katengeneza mtu mwingine katika team. Module hii inatakiwa iwepo hapa utakutana nayo. Database inatakiwa ikae hapa utaikuta. Kwa hiyo tayari kuna ile structure ambayo tayari inakuongozeni as a team kuweza kufanya kazi kwa pamoja kwa urahisi tofauti na kule ambapo wewe ndio ambao una control. Lakini faida nyingine ya framework imekuwa ikiongoza pia. Hata kama wewe ni beginner, unaweza kufuata framework vizuri tu ukafanikisha kutengeneza project kubwa tu kwa urahisi tofauti na ungeandika from the scratch ukatumia library tu lakini kwa vile framework tayari inakuongoza, baada tu ya kujua jinsi ya kuitumia, hiki kinakaa hapa, kitu hiki kinatakiwa kisetiwe huku, basi inakuwa rahisi kwako kuweza kufanya project mbalimbali. Lakini pia hata framework ina changamoto. Miongoni mwa changamoto zake, kwanza, inakuweka ndani ya box. Na maanisha nini? Hauwezi kufanya mambo ambayo yapo out of the box kwa urahisi. Unaweza ukafosi ukafanya, lakini sio rahisi kuweza kwenda kinyume basi na ule mpangilio, mtiririko ile structure ambayo ipo framework hiyo. Kenda katika Django ipo na muundo wake. Kenda katika Laravel, unakuta ipo ime structured katika mtindo wake. Kwa hiyo unakuta hapo inakuweka kama kwenye box hivi. File fulani nataki uziweke hapa, nataki uziweke hapo. Unapojaribu kuvunja kitu kama hicho inaweza kukosti, lakini sio kitu rahisi japo kuna watu wanaforce kufanya. Uh, unatumia framework lakini tayari wanabadilisha badilisha baadhi ya vitu, inawezekana lakini ni ngumu sana. Lakini pia changamoto nyingine katika framework ni issue ya learning curve. Katika kujifunza, unatakiwa kwanza uweze kuitambua vizuri framework ambayo unatakiwa kuitumia. Kuna framework nyingine ni kubwa sana, ina vitu vingi sana, authentication, security huko ndani, module mbalimbali, setup tofauti tofauti, folder nyingi sana, kwa unatakiwa uweze kujua vizuri ule muundo ili uweze kutumia. Kwa ufupi, library wewe ndio ambaye unaamua. Framework ni mfumo ambao utakuongoza. Framework ndio boss, yeye ndio ambaye ana control, tofauti na katika library. yeye ndio ambaye atakuongoza, linki hizi zinatakiwa zisetiwe huku, security ya login yako unaweza kuiseti hapa, yeye ndio ambaye, framework atakupatia ule muundo na mwongozo, wapi pa kuelekea, na hiki kike huku hiki kifanyike sehemu hii. So hizo ni tofauti ambazo zipo baina ya library na framework. Sina la ziada katika video hii, tukamilishe hapa. Mimi nimemaliza ochache, na tumai umeweza kupata mwanga japo kidogo, kutambua framework na library tofauti uliopo. Lakini pia kwa kuweza kufungia video hii, ningekuomba sana uweze kushare na sisi framework tatu na library tatu katika sehemu ya comment ambazo unazitambua, pengine umeshaye kujifunza au umeshaye kuzisikia. Naomba share na mimi katika sehemu ya comment, tuweze kujifunza pamoja, lengo litimie, na channel yetu ya YouTube Kujifunza na na na maarifa kwa pamoja. So hakikisha unaweka maoni yako unaweka comment hapo, hapo. Kisha una like video hii una share na marafiki na ndugu ambao wamejikita katika teknolojia waweze kuona tofauti uliopo baina framework na library na faida zilizopo katika katika kila moja, changamoto ambazo unaweza kukutana nazo na kujaribu kutumia kati ya ya hivi vitu viwili, wakati mwingine na kitu chochote ambacho unahitaji tuje kukiongelea hapa pia unaweza kuandika katika sehemu ya comment, tukaje basi kukizungumzia tukajifunza na ku Uweza kuingiza maarifa kwa pamoja hapa katika channel yangu ya YouTube. Tutaonana wakati mwingine.